Sehemu ya tatu. Upepo wa bahari ulizidi kupiga kwa kasi, mawimbi yakivuma kwa nguvu kana kwamba nayo alihisi uchungu wa moyo wa imani. Alikuwa ameketi ufukweni, macho yake yakiwa yamejaa machozi yaliyokauka, mwili wake ukiwa mlegevu kama mtu aliyepoteza tumaini la kuishi. Simu yake iliendelea kuita, jina Deokratus likiwa bado limeandikwa kwenye kioo cha simu. Nani huyu na ana jambo gani kuhusu Baraka? Alihesabu pumzi zake taratibu, akahisi mwili wake ukitetemeka kabla ya kupokea. Halo, alisema kwa sauti dhaifu. Imani, samahani kukupigia bila taarifa, lakini kuna kitu muhimu sana unapaswa kujua, sauti ya kiume ilisikika upande wa pili. Unanijua? Aliuliza kwa tahadhari. Ndio, najua kila kitu kuhusu wewe na Baraka na kilichotokea jana usiku. Sauti so ya Deogratius ilikuwa nzito. Imani alikaza kinywa, akajisikia moyo wake ukianza kupiga kwa kasi siokuwa ya kawaida. Unamaanisha nini? Baraka amefanya nini tena? Deogratius alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema kwa upole Baraka amekutana vibaya sana lakini cha kushtua ni kwamba leo asubuhi amepatikana akiwa amekufa. Dunia ya imani ilizizima. unasema nini? Moyo wake uliruka kwa hofu kali, mikono yake ilianza kutetemeka. Baraka amekufa? alikuwa hai jana usiku na sasa hayupo tena Aliweka simu sikioni vizuri, akihisi kama masikio yake amefunga. Ndiyo Imani, mwili wake umepatikana katika hoteli hiyo hiyo aliyokusaliti jana usiku. Machozi alianza kumtiririka bila hiari. Hii inawezekanaje? Je, Baraka aliuawa au alijiua? Na kwani Deogratis anampigia kumpa taarifa hizi? Imani, unapaswa kuja hapa, kituo cha polisi wana maswali kwa mtu wa mwisho aliyemwona Baraka akiwa hai na huyo ni wewe. Imani alisi kama moyo wake unakataa kufanya kazi. Kituo cha polisi, saa nane mchana. Alifika kituoni huku miguu yake ikiwa mizito kana kwamba alibeba mzigo mkubwa wa huzuni. Kila hatua aliyopiga ilikuwa kama jinamizi linalomnyemea. Alipoingia ndani alikutana na macho ya watu waliomwangalia kwa shaka. Polisi mmoja alimsogelea na kusema, wewe ndiye Imani? Ndiyo, sauti yake ilitetemeka. Tafadhali fuatana nasi, tunahitaji maelezo yako kuhusu Baraka. Ulikuwa wakati mgumu zaidi maishani mwake. Chumba cha mahojiano aliketi kwenye kiti huku akitetemeka. Mbele yake kulikuwa na maafisa wawili wa polisi waliomwangalia kwa makini. Imani, tunajua ulikuwa na baraka jana usiku, tuna ushahidi wa CCTV unaoonyesha uliingia hotelini. Moyo wa imani ulishtuka. Je, unaweza kutuelezea nini kilichotokea? Alihema kwa nguvu, akajizuia kupanika. Nilikwenda hotelini nilimkuta akiwa na mwanamke mwingine, alisema kwa sauti dhaifu. Nilimkabili, tulibishana, niliondoka na kwenda nyumbani. Hiyo ndiyo mara ya mwisho kumwona. Polisi walitizama kwa muda, lakini ushahidi wa kamera unaonyesha kwamba dakika chache baada ya yeye kutoka, kuna mtu mwingine aliingia kwenye chumba cha Baraka. Imani alisi mwili wake ukiishiwa nguvu. Unamfahamu mtu anayeitwa Agnes? Agnes hii ilikuwa jina la mke wa siri wa Baraka. Ndiyo, nimewahi kusikia kuhusu yeye, lakini sijawahi kumwona. Sawa, Agnes alikuwa mtu wa mwisho aliyeingia kwenye chumba cha Baraka kabla ya mwili wake kupatikana. Imani alisi mshipa wa shingo ukipiga kwa kasi. Agnes sasa ni mshukiwa wa mauaji. Imani alihisi moyo wake ukianguka kwenye giza la hofu. Kesi inapamba moto. Kwa siku nzima, Imani alikuwa kwenye kituo cha polisi akijibu maswali kuhusu uhusiano wake na Baraka. Polisi walimtaka awe tayari kutoa ushahidi iwapo kesi hii ingeenda mahakamani, lakini lilikuwa swali moja tu lililokuwa linamrudia kichwani: je, kweli Agnes alimuua Baraka? Na kama hakumuua muuaji wa kweli ni nani? Usiku huo kwenye nyumba ya Imani, aliingia ndani akiwa amechoka kupindukia. Hakuwa na nguvu ya kula wala kulala. Kichwa chake kilikuwa kimejaa maswali yasiyokuwa na majibu. Simu yake iliita tena. Ilikuwa ni Deocrates. Hello? Aliitika kwa sauti dhaifu. Imani, najua umechoka, lakini kuna kitu muhimu sana anataka kukwambia. Naomba tuonane kesho asubuhi. Kitu gani tena? Aliuliza kwa hofu. Agnes sio mtu unayemfikiria, kuna mambo mengi hujui. Tafadhali usikose kuja. Imani aliganda kwa kimya. Je, kuna siri kubwa zaidi ya hili? na kama sio Agnes ni nani? Meuaji wa Baraka? Je, maisha ya Imani yapo hatarini? Mwisho wa sehemu ya tatu. Je, ni kweli Agnes alimeua Baraka au kuna mtu mwingine nyuma ya pazia? Deo Gratis anajua nini ambacho Imani hajui, na je maisha ya Imani bado yapo salama?